Uh, kwa siku ya leo tulikuwa na shughuli ya kuwajengea uwezo kamati za MTAKUWA uh, kamati ambazo zilianzishwa na serikali kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na saba na zipo katika ngazi mbalimbali. Kwa leo tulikuwa na kamati kutoka ngazi ya kijiji, kwa kupitia mradi wetu ambao unatekelezwa kwenye kata tano za Tandahimba, tulikuwa na watu mbalimbali ikiwemo afisa watendaji wa vijiji, watu mashuhuri, viongozi wa dini. Kwa kupitia shughuli hii tuliweza kuwajengea uwezo uh, tunaweza kujengea uwezo kamati hizo waweze kutambua majukumu yao mbalimbali, ikiwemo suala zima la kukutana kila baada ya muda, sio unatofautiana sana hizi, baada ya miezi mitatu au wanakutana. Tulichagua kuyajumuisha makundi haya kwenye semina yetu kwa sababu tunaamini kupitia makundi haya ndiyo makundi ambayo yanachangamana kwa kiasi kikubwa na wanajamii wengi huko mitaani. Ukizungumzia mtendaji wa kijiji huyu, ni mtu ambaye anakutana na jamii yake mara kwa mara, lakini tukizungumzia mfano polisi jamii, pia tulikuwa nao, ni watu ambao wanahusika sana sana, hasa katika mazingira hayo ya wilaya ya Tandahimba kusave masuala mazima ya ulinzi na usalama katika maeneo mbalimbali so, kwa hiyo wao wenyewe tunataka tuwape elimu, wawe mfano wa kuigwa kwa jamii katika kutetea na kupinga masuala mazima ya ukatili wa kijinsia pamoja na, na, na ujenzi wa amani. Katika mafunzo ya leo nimeshiriki kutoa mada ya ukatili wa kijinsia, aina zake na madhara, pamoja na kamati ya kutokomeza masuala zima ya ukatili kwa ngazi ya kijiji, kwa kuelezea maana yake pamoja na majukumu. Kwa hiyo katika mafunzo haya yatakwenda kuwasaidia katika utekelezaji wao wa majukumu kupunguza au kutokomeza matendo yote ya ukatili wa kijinsia katika maeneo yao ya vijiji. Elimu hii ndio ipate itanisaidia kuanzia ifata moja kwamba nitakuwa kama ni mwakilishi kwenda kuielimisha jamii yangu ambayo naiongoza juu ya matendo ya kikatili ya mama na watoto. Serikali naiomba kwa ujumla izingatie kwamba mfumo huu sasa wa hii tuseme tuseme jozi ambayo imeshiriki jambo hili iendelee, ili kujaribu iendele, kuondosha jambo hilo kwenye jamii, kwa sababu jamii bado inatesa. Ina, ina, ina watu wengine wanafanya jambo hilo kwa kutoelewa. Sasa kwa sababu tumepata mafunzo, tunaona kwamba tukiendelea kwa, kuelimisha kwa, na wao wata, watakuwa wata, wata, wata, wamehama kutoka kwenye kwenye mila de ku... uwe... na desturi kwenda kwenye msimamo wa serikali kama unavyokujua. Kwa elimu niliyopata leo, itanisaidia kwa sababu nimejijengea uwezo wa kuweza ku kuweza kuelewa kuhusiana na hizi dhana ambazo tumejifunza, pia zitanisaidia katika ku sema ku solve hayo matatizo au kuyaendea na kuyasuluhisha kwe... kama vile mtu kapata kama kwa kafanya yani kitu gani kufanya ukatili wa aina yoyote ile, nitajua naanzia wapi hadi kwa balozi, kwa wengine ambao hawajafanikiwa ujia, kupata fursa hii ya kujifunza ili leo kwa vitu ambavyo tulivyojifunza tulivyopata hapa kwenye mafunzo vitatusaidia, kwa sababu sisi tunakuwa ni mabalozi katika jamii tunazotoka. kwa tuna imani leo tulichokipata tutaondoka nacho, tutaenda kufikisha kwa jamii, na imani jamii itakuwa imepata elimu ya kutosha na ukatili utapungua. Napenda kushukuru taasisi ya Sefa kwa kushirikiana na Rotoso kwa kutuwezesha kupata mafunzo, kwa sababu mimi yamenisaidia katika kufanya shughuli zangu za kila siku huko kwenye jamii. Tunaweza tukasema sababu nyingi za ukatili tumeziorodhesha, kwamba kuna umaskini, lakini pia kuna ulo binafsi. Kwa hiyo jamii tunaweza tukapingana na huo ukatili tukiingia kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo zitawezesha kupata pesa, kuepukana na umaskini, lakini pia tujitahidi kuepuka ule ubinafsi katika mambo yetu ya kila siku tunayofanya kwenye jamii.